Mwenyekiti na mwanzilishi wa Kariakoo Business Awards, Zakayo Shushu, amesema tuzo hizo zimeanzishwa kwa lengo la kutambua na kuthamini mchango mkubwa wa wafanyabiashara wa soko la Kariakoo katika kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza leo jijini Dodoma baada ya kuitikia mwaliko rasmi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Shushu amesema kuwa wamefika jijini Dodoma kushuhudia namna shughuli mbalimbali zinavyoendelea, ikiwemo mjadala wa bajeti ambao kwa kiasi kikubwa unawahusu wafanyabiashara. Kwa miaka mingi tumekuwa tukiona jitihada uh, kubwa na mchango mkubwa ambao wamekuwa wakiutoa wafanyabiashara wa wafanya Kariakoo kwenye maendeleo ya taifa letu na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla, lakini kwa sehemu kubwa tumekuwa kama tukiwasahau kwenye eneo la kuwapongeza na kuwatia moyo kwa jitihada kubwa wanazozifanya. Miongoni mwa masoko makubwa sana Afrika, yanayofanya vizuri, huwezi kuacha kulitaja Kariakoo kwa sifa hizo nzuri ambazo wanazo, lakini tulikuwa tunakosa platform ambayo ingekuwa niwezeshi na kuwatia moyo wakati wa mafanikio yao na hata wakati wa changamoto zao. Kwa mara nyingi tumekuwa tukiona Kariakoo imekuwa iki trend wakati wa changamoto. Kama kuna tatizo fulani limetokea, ndio tunaona Kariakoo iko mjini au wafanyabiashara wa Kariakoo wako mjini, lakini tulikuwa tunatamani, tulikuwa tunasema uh, tulitamani ingekuwa kuna platform ambayo inawatambua na inatambua mchango wao mkubwa ambao wanaufanya kwa nchi na kwa taifa letu nini kama wafanyabiashara ambao tunaamini hii ni fursa kubwa sana kwenune, katika kuhakikisha pia sio Kariakoo tu hata Dodoma pia tunaweza tukapata fursa zingine. Tuko na wenyeji wetu, karibuni sana na mjisikie mko nyumbani, lakini pia tuwashukuru sana waandishi wa habari, taarifa za fastafasta, lakini wamejitahidi na wamefika wa kutosha. Tunawashukuru sana kwa kuchagua kutumia usafiri wa SGR kuja hapa, na mmeweza kujionea wenyewe kwamba usafiri wetu ukoje. Kwa hiyo hapa ndo tumeanza, na mkiangalia kwenye ujenzi wa SGR ambao unafanywa na serikali hizi, e, ni awamu mbili ambazo zimekamilika kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro na kutoka Morogoro kuja Dodoma. Awamu mbili ndo zimekamilika na ndio treni zinatembea lakini ukiangalia kwa umbali, hii ni kama robo ya network ya SGR ambayo inajengwa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii hii huduma ikishatembea kwenda mbele huku ikifika Mwanza, ikafika Kigoma na sehemu zingine, tunategemea kwamba nchi itafunguka, biashara itafanyika kirahisi watu wataweza kutembea kwa kasi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na bidhaa zitaweza kutembea kwa kasi na uchumi wa nchi utakuwa. Washindi wa tuzo hizo pia walipata fursa ya kueleza jinsi tuzo hizo zinavyowanufaisha katika biashara zao. Kipekee kabisa na mimi naomba nijazie kutoa shukrani kwa uongozi, waandishi wa habari, kiukweli hatukuekspekti haya mapokezi so yamekuwa makubwa kutuzidi, sisi wengine hapa wameanza kupata na uoga wa namna watakapokuja kuweza kuongea hapa. So mimi nashukuru sana kwa mapokezi haya. Pia wito wangu kwa wafanyabiashara, tumealikwa Dodoma, tumekuja bungeni, wameongea viongozi hapa kwamba kuna fursa nyingi zipo kwenye huu mradi. So tuiangalie kama opportunity kwa ajili ya kuzifikia hizi fursa na tuendelee kupaza sauti ili wateja wetu wajue tupo. Wale ambao wanawateja wanafanya biashara ku deliver waweze kwenda ku connect na wateja wao ili kuendelea kuzikuza brandi zao na kutengeneza trust. Nikiwa na wawakilishi wafanyabiashara na mawinga wa Kariakoo, kwa kweli tunashukuru kwa sababu hii heshima ambayo wameweza kutupa inatufanya tuaminike katika soko. Unajua sasa hivi ukiangalia mtandaoni ambavyo kumekuwa na mambo mengi, unakuta kuna wakati mwingine mtu anatamani kufanya biashara na mtu lakini anaogopa kwa sababu mambo ya mtandaoni winga nini. Lakini akishaona fulani amekuwa recognize, anajua okay ni mtu wa kuaminika anaweza kufanya naye kazi. Lakini pia tungetamani sana, tungetamani sana kama ambavyo umetupa heshima, mtambue pia kwamba tuna kitu kimoja ambacho tunatamani kingefanywa marekebisho kitusaidie ambacho ni wa, um, wageni ambao walitakiwa wawe wawekezaji wakubwa kuja kufanya katika nafasi ambazo sisi wazawa wa ndani tufanya. Tunaomba hilo likiweza kuangaliwa at least lipunguze ugumu wa makali ya mapambano kule, kwa sababu wao wanakuja wakiwa tayari na vitu ambavyo wametoka navyo viwandani kwao, wakija hapa wakivifanya kuviuza kwa vile ambavyo wanajisikia wana, wana, wana wao inatuulia sisi nafasi ya kupambana huko mtaani ajira zimekuwa kazi na ni ngumu kupatikana. Kwa hiyo tunapopata fursa ya kujipambania basi, tunaomba pia na mazingira yawe wezeshi ili tuweze kufanikiwa. Tunashukuru sana kwa kwa mwaliko wenu huu na tunashukuru sana viongozi mlivyo tu tudadavulia fursa zilizoko hapa Dodoma. A kweli tumeona kituo kizuri na huduma ni nzuri nadhani treni yenyewe tulivyokuja ni kama tuko kwenye ndege tu. Tuwafanya biashara wa Kariakoo tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa nini wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo inafanya nini inafanya. Na mimi mi, mi, mi, niseme tu kipekee, sisi tunashukuru tu, tuko tayari kuoneshwa hivyo vitu vingine vyote, lakini zaidi kuja kwetu Dodoma sisi tunasema imekuwa ni momenti pekee ya kuendelea kuongeza connection, wenyewe wanasema, si ndivyo? Na tupo tayari kujifunza na kupokea vitu mbalimbali ambavyo nyinyi mtatuambia kwa Dodoma. Hizi ni nini? Ni fursa. Sisi wafanyabiashara maisha yetu yote siku zote ni ku ni ku look for opportunity. Kwanza naomba kushukuru kwa walioandaa tuzo za Kariakoo Awards kama walivyoongea wenzangu Zakayo na wenzako, mmetuheshimisha mwanzo mawinga tukawa tunachukuliwa watu wa kawaida sana. Ila juzi baada ya kuchukua tuzo, nimeona hata DM zangu message zangu, wakinipigia simu, kidogo heshima ipo. Kwa hiyo tunashukuru sana, mmetuheshimisha. Hilo la kwanza. Cha pili, napenda kushukuru pia uongozi wa SGR, tumesafiri vizuri, tumenjoy. Mimi sio mara ya kwanza kusafiri na SGR, huwa naenjoy sana, yani najisikia ni kama ndege, kama nilivyoongea ndugu yangu. Shushu pia amewashukuru wadau mbalimbali wa maendeleo waliowaunga mkono, akiwemo Mamlaka ya Reli ya Tanzania kupitia mradi wa reli ya kisasa SGR waliowapatia usafiri wa uhakika kufika Dodoma kushiriki tukio hilo muhimu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.